Mtazamaji wa chaneli yetu ya KKKT-DKMG Bukoba Online, karibu katika ibada ya Jumapili ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya pili ya mwezi Novemba mwaka 2025 na ambapo tumekutana katika usharika huu wa Minziro katika mtaa wa Gera ambayo ni makao makuu ya usharika huu wa Minziro, na ibada hii ya leo imeongozwa na Askofu Jackson Mushendwa kutoka katika Dayosisi ya Magharibi huko Kigoma ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, ndiye aliyewalisha neno la Mungu. Baada ya kutazama uzinduzi wa nyumba ya mchungaji wa usharika wa Minziro tutaenda moja kwa moja kupata mahubiri ya siku ya leo, lakini pia tutaenda kupata neno uh, la Askofu Jackson Mushendwa kutoka Dayosisi ya Magharibi, na mara baada ya hapo nitarejea. Mimi naitwa Eliud Henry na nikusihi, usiache kusubscribe, kulike na kucomment katika youtube chaneli yetu ya KKKT-DKMG Bukoba Online na, na kufanya kazi mchana na usiku, hawakuchoka wametumia ujuzi wao mpaka nyumba ikatokea mahali hapa jinsi inavyoonekana. Tunakushukuru kwa ajili ya kamati ya ujenzi, mwenyekiti na wajumbe ambao wamekuwa waaminifu katika kulinda, kutunza vifaa na fedha na mpaka sasa vikabadilika kuwa nyumba. Mungu, hao wote tunaomba uzidi kuwabariki, lakini zaidi sana tujalie sisi sote tunaoshuhudia tendo hili Tuendelee kukushukuru kwa ajili ya wema na fadhili zako. Tusaidie. Yesu Kristo asema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo uangaza watu wote waliomo nyumbani. Na sasa tutulie, tusikie neno kutoka Zaburi Bwana asipojenga nyumba, wajengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Amina. Kata, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu kama ishara ya kus Tunazindua jengo hili katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. <tipa>

Chumvi ikiwa imeharibika, itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Amen. Kuimba na imba, baliro yangu inakuwa mbali sana, sasa chorus. Bwana nao wake hata nisipoimba mimi mimi, twende pale wana nao wake, hata nisipoimba mbinguni wanamwimbia tena, wanamwabudu ingawa mimi sikubali pamoja binguni Kana, tena ingawa mimi sikubali. Bwana Yesu asifiwe! ni wimbo wa wazee, vijana hawawezi kuelewa, wao wanaa ta hawawezi kuelewa, lakini ni wimbo unaotaka utukumbushe kwamba mimi atasikubali hata sijitoi kumtumikia, bado Mungu ana jeshi kubwa linalomwabudu, linalomwimbia, linalomtumikia Bwana Yesu asifiwe. <mimu> Mimi nilipokuwa nasoma sekondari, nia yangu ilikuwa niwe angalau daktari kwa sababu shule yetu ilikuwa sio nzuri sana, nilikuwa nawania sana nipate medical assistant clinical officer, nipate clinical officer, na sikuwaza kuwa mchungaji. Siku moja, wakati mzee Wilson Kiakajumba anastaafu kwa dini na marehemu mchungaji Wilson Ruka Kingira anaingizwa katika ofisi ya kuwa msaidizi wa askofu, nikiwa umumwani sekondari. Tukateremka kuabudu pale, tulipoona wale wachungaji waliovaa, tukaona zile kwaya, tukaona wale watu, moyo wangu ukashtuka kwamba mimi hata nikikataa, kumtumikia kwa sababu mwalimu wangu wa dini alinipenda kwa sababu nilikuwa napenda kipindi cha dini, nilikuwa namsaidia kufundisha Sunday school kwa watoto wa walimu, mwalimu Wilfred Ajano anamkumbuka nilikuwa namkatalia siku ile, nikajijua kwamba hata nikikataa mimi bado Mungu ana hasara, ila mimi nitakuwa na hasara. Ndugu zangu, leo ni siku ya watakatifu, ni siku ya kukumbuka na kushukuru kwa ajili ya wale wote waliotutangulia katika imani na nikaze sio tu wale mitume wa Bwana Yesu, sio tu wale mashahidi wafia dini, sio tu wale watakatifu wanaotangazwa kufuata utaratibu wa Kanisa Katoliki, bali ni kila mwana wa Mungu aliyelala katika Kristo kila mwana wa Mungu aliyelala katika nani? Katika Kristo. Ni siku ya furaha na matumaini inayotukumbusha kwamba wale waliotutangulia wakiwa katika imani katika Kristo wapo mikononi mwa Mungu, lakini pia na kahalam kanapiga kwamba hata wewe ingawa leo upo kumbuka kwamba kesho inawezekana haupo. Tupo katika safari ndefu ya kuelekea mbinguni yenye umati mkubwa. Sasa sikujua mwaka huu ametumia ni msamiati gani, lakini nakumbuka nakumbuka kampeni za elfu mbili elfu mbili na ishirini pale Bukoba mjini walikuwa kitu wanaita kidedea. Tupo katika kidedea cha kuelekea wapi? Mbinguni. Ni kidedea cha watu wasioweza kuhesabika. Yohana anaona maono ya ajabu, watu kutoka kila pembe, kila upande wa dunia na kila lugha na kila tabaka. Na hapa tunakumbushwa umoja wa kanisa la Kristo linalovuka mipaka ya kibinadamu. Ni katika umoja huo, hata Mchungaji Fiso amekuja na wageni wanaotoka kanisa lingine ili tuwabudu pamoja na kumshukuru Mungu na waishi pamoja na sisi tumtumikie Mungu. Ni katika hali hiyo hata sisi ambao ni Wahaya tumetumwa na kupewa hadhi ya kuwa Waha. Nilipewa hata fimbo, sasa hivi ninaitwa mua kule. Msije mkadiona hapa kitaka nikivuruge hapa na nakilimgoo <laughs> ni katika misingi hiyo, sisi kanisa na taifa hatuulizi wewe ni kabila gani, wewe ni ukoo gani, bali tunauliza unamwamini Kristo, na kumpenda na uko tayari kumtumikia. Tunapoadhimisha Jumapili hii, tunajiunga na sauti za wale watu waliotutangulia babu zetu baba zetu bibi zetu, katika imani, wako wengi ambao hawakuwa hata wachungaji lakini wamefundisha sisi. Katika kitabu cha ja Mchungaji Wilson ni Wagira from the Catacomb, tunakumbushwa yule mama Rebeka Mganda aliyefundisha kule kama chumu Katekiso na watu wakamwamini Yesu. Tunakumbuka walimu waliotumwa wakati mwingine hata na serikali, lakini katika utumishi wao wakaanza kumhubiri Kristo. Tunakumbuka watumishi mbalimbali. Tunakumbuka wainjilisti waliokutangulia waliofyeka misitu. Unajua sisi wa kizazi hiki tunakula dehema jasho la wale wenzetu walioenyeka kweli. Si mnakumbuka? Tunakumbuka wazazi wetu, marafiki zetu waliolala katika Kristo. Na mimi nikija hapa hapa Minziro, hata ungenifanya au nikipu bize kiasi gani, siwezi kuwasahau wazee wetu mchungaji Ezekiel Balera. Unaanzaje kusahau mchungaji wa Mungu? Unaanzaje kusahau ukifika Minziro? Wamelala, lakini alama zao zinaonekana. Tuna wingu kubwa la mashahidi wanaotuzunguka, wanaoimba na kumsifu Mungu. Kama wewe utaki, usifikiri Mungu ana hasara yeye yeah, anao walio wake wanaomwimbia, anao watakatifu waliovikwa mavazi meupe. Si kwamba wamekuwa wakamilifu, si kwamba ni kwa nguvu zao, bali wamesafishwa kwa damu ya mwanakondoo. Nataka nikutie moyo, si kwa nguvu zako, si kwa uwezo wako. Wewe unapokubali tu kumwamini Bwana Yesu, Mungu anakuvika vazi jeupe, vazi la utakatifu, kwa sababu tayari alimwaga damu yake msalabani ili uweze kukusafisha. Hii ndiyo siri ya wokovu. Si kwa matendo yetu, si kwa nguvu zetu, bali ni kwa neema ya Mungu. Mavazi meupe yanaashiria utakatifu wa Kristo, yanatukumbusha utakaso, kwamba sisi wanadamu pamoja na mapungufu yetu tumevikwa utukufu na Mungu. hivyo basi tukiishi duniani tunaitwa kuvaa utukufu, tunaitwa kuvaa utakatifu wa Kristo, tunaitwa kila siku katika maisha kuwa watu wa imani. Mwambie jirani yako uwe na imani. Tunaitwa kuwa na upendo kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Kunaitwa kuwa na huruma, kuwahurumia wanaohangaika na kuteseka katika dunia hii. Tunaitwa kuwa waaminifu, kwamba taabu, dhiki, shida, matatizo, mateso yasikutoe katika imani. Usimame imara, uwe mwaminifu mpaka kufa, okay. Eh, kile kitabu cha waaya kile, cha kiaya, ile Biblia walitafsiri vizuri, wanasema obemwesigwa kola abanofa ofe, okay. Lakini uendelee kuwa mwaminifu. Ndugu zangu, sisi tulioitwa katika kizazi hiki hapa duniani, tunaitwa kuendelea kuwa watakatifu. Hata katika maendeleo ya sayansi na teknolojia, tunaitwa kuwa watakatifu. Hata katika utandawazi uliozagaa kila mahali, tunaitwa kuwa watakatifu. Mitindo ya kuimba itabadilika, lakini utakatifu utabaki pale pale. Ndiyo maana wale vijana wanaimba wanacheza kwa staili za sasa. Sijui kama mchungaji mdogo anaweza akajaribu, labda baadaye wakiingia tumuomba aingie, lakini bado wamevaa utakatifu ule ule aliovaa alipokuwa kijana akimwimbia Mungu wake yeah. Ufunuo sura ya saba mstari wa kumi na nne anasema awa ndio waliotoka katika dhiki kuu, wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Ndugu zangu, kumwamini Bwana Yesu kuna kufanya ustahili mbele za Mungu, kuna kufanya uvikwe utukufu wa Mungu. Awa ambao Yohana aliwaona walikuwa na matawi ya mitende. Tawi la mitende ni ishara ya ushindi wa kiroho, na mnakumbuka, tunaona Yesu alipoingia Yerusalemu kwa shangwe, ile Jumapili ya Mitende, wale watu walibeba mitende kama ishara ya ushindi wa kiroho, alama ya mshindi, kwamba mshindi pekee ni Masiya wa Mungu, Yesu Kristo, mfalme wa amani mfalme ambaye ni mwokozi na mkombozi wa dunia nzima. Hivyo basi watakatifu wameshinda, si kwa silaha, si kwa mapanga, si kwa mitutu, bali kwa imani katika Kristo Yesu. mwimbaji wa injili za kisasa za kileo kabisa akaimba kawimba akasema, mimi sipiganaje, mwenyewe anayenipigania ni, usinitaabishe. Na watu wanaokutesa wanaokusumbua wewe, mlilie Mungu kwa wakati wako, atakupigania yeah, yeah. Ndugu zangu, sisi tukisimama katika imani ndani ya Yesu, kuna dhawabu kuna utukufu, kuna raha ya milele. Ndio maana Timotheo akaandika akasema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimemaliza mwendo, imani nimeilinda. Yaani unachopaswa kufanya kwa nguvu zote ni kulinda imani yako, usitetereke hata sekunde. Kwa sababu inawezekana wakati ule unapoteleza ukatetereka ndio wakati wako wa kuitwa na utakuwa umepoteza ile mede ile dhawabu kubwa ya mbinguni. Kila alichokiona Yohana, ni ibada ya mbinguni. Kuna kundi kubwa linalomshukuru Mungu kwa wokovu wake, na hao wanapaza sauti, wanasema, wokovu una Mungu wetu, aketie juu ya kiti cha enzi, na mwana kondoo. Watakatifu hawamsifu Mungu kwa sababu ya yale walioyafanya, bali wanamsifu Mungu kwa yale Mungu aliyowatendea. Nirudie tena hapa, ngoja nikaze kidogo. Tumeambiwa na mwenyekiti wa ujenzi, bado yupo mwenyekiti wa ujenzi, akasema pale pale zimelala milioni sitini na mbili. Sasa wewe umetoa ishirini, huyo ametoa thelathini, huyo ametoa kumi, azikufanye uwe mtakatifu, azikufanye uvae utukufu, bali umetoa ili kumshukuru Mungu aliyekutakasa na kukuosha, akakupa hata zawadi ya kushiriki na wewe, sadaka yako ikakubalika, ikajenga nyumba nzuri ambapo mtumishi wa Mungu atakaa. Sio wote wenye fedha wamepata nafasi kuweka pale, eh, mimi mtu mdogo afadhali nilipata bahati, kuna neema. Siku fulani, siku hiyo ilipita hapa na mimi nikachangia kidogo eh, wakakubali. Wangeweza kusema aka ni kadogo, achana nako, wakakubali, kakawe kwa pale kamera na mimi. Bwana Yesu asifiwe, amen. Mfalme Daudi alikuwa na vitu vingi sana, mali nyingi sana tunaambiwa, katika hazina yake aliacha vifaa vyote vya kujenga hekalu la Yerusalemu likaisha, lakini hakupewa nafasi ya kujenga. Aliambiwa mikono yake imejaa damu, akujenga. Sasa watu wamepita hapa, wewe ukapata bahati, mkono wako, sadaka yako ikakubalika, imejenga katika nyumba ya mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Tunaimba wimbo wa sifa wa kumshukuru Mungu kwa wokovu wake aliyotupa bure kwa damu ya Yesu msalabani basi tunapoinua sifa na shukrani zetu kwa Mungu leo tunapojiunga na wateule wake wote kumwimbia na kumsifu tukisema baraka utukufu hekima shukrani na heshima na uwezo zina Mungu wetu milele tujue kwamba ni kwa neema kwa tu si kwa nguvu zetu Jumapili ya watakatifu wote ikukumbushe kwamba safari ya imani haijaisha. Wale waliotangulia wako salama mikononi mwa Mungu. Sisi tuliobaki tumeitwa, tunaitwa kuendelea kuishika imani hiyo hiyo hiyo hadi siku ile ya mwisho, nasi tutakaposimama mbele za kiti cha enzi cha Mungu. Huu ndio wito wa matumaini si huzuni, ni wito wa matumaini, kwa sababu tunajua tutakapomaliza safari, tunaingia katika enzi, katika utukufu, katika kiti cha enzi cha Mungu wetu. Watakatifu waliotangulia hawajapotea, wametangulia tu, tutaungana nao kumlaki Bwana tunangoja siku ile tutakapoungana nao tena kwa furaha isiyo na mwisho. Na Ufunuo anasema hizi taabu tunazozipata haya mateso tunayoyapata, Mungu atafuta kila chozi. Kisoma Ufunuo saba kumi na saba, atafuta kila chozi machoni pao. Tutumie ushuhuda wa waliotutangulia kuimarishana kila mmoja wetu katika imani ili uwe katika orodha ndefu ya watakatifu wa Mungu. Imani kwa Kristo inatuvika utukufu. Sisi hatustahili, bali tunastahilishwa mbele za Mungu. Basi amani ya Mungu ipitayo akili zetu zote iwaibarishe mioyo yenu na roho zenu daima. Asante sana mtazamaji wetu kwa kufuatilia tangu mwanzo mpaka mwisho. Tunapofikia mwisho wa uh, ibada hii ya leo ambapo umeweza kusikiliza ama umeweza kutazama uzinduzi wa nyumba ya mchungaji wa usharika wa Minziro, lakini pia umeweza kutazama uh, mahubiri uh, sehemu ya mahubiri ya siku ya leo ambayo yameongozwa uh, ama yamehubiriwa na askofu mchungaji Jackson, Jackson Mushendwa kutoka Diocese ya Magharibi ni kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, ambaye amemwakilisha askofu wa Diocese ya Kaskazini Magharibi ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dr. Abednego Kesho Mshahara, katika ibada hii ambayo imeambatana na uzinduzi wa nyumba ya mchungaji wa usharika wa Minziro. Ni kusihi usiache kusubscribe, kulike na kushare katika YouTube channel yetu ya KKKT, DK, MG, Bukoba online, lakini bila kusahau kwamba huko Facebook ni NWD habari. Mimi naitwa Eliud Henry, afisa habari wa dayosisi ya Kaskazini Magharibi.